Naitwa Orestes. Tanzania ni, ni nchi maalum kwetu kwe Naona Cuba ajabu, ah. no, no, sana Kiswahili. Mzungu anaongea. Sio ajabu, ni ni nilijifunza zamani sana. sana. Mlijifunza wapi? Eh, hapa Cuba. Cuba. Cuba. Na tulienda Tanzania mwaka mmoja kupata masomo ya juu. Tanzania iko karibu moyoni. Moyoni. Kwa yani, sababu gani? Kwa sababu Tanzania ni, ni nchi maalum kwetu kwe Cuba. Aha. Yaani kwenye wa Cuba tunapenda na, tu na Tanzania tunampenda Mwalimu Nyerere tunajua tu Tanzania. uh -huh. Tunajua Tanzania maanake nini katika Afrika, katika mapambano ya ukombozi wa nchi za Afrika. Na wewe unaongea Kiswahili pia. mimi naonga Kiswahili pia, nilisoma hapa pamoja naye. mlisoma pamoja? lisoma pamoja. huyu ni rafiki yangu. Kwa hiyo Tanzania ni karibu kwa roho, lakini kwa Yeah. Mi hey. <laughs> mimi ni mtu mtulivu sana. wadada wa, wa Kitanzania wanavyopenda mababu suri yako anasema huyu ndio anafaa. Wakati huu umepita, jamani. Hapa kwenye Kongo enye la Kiswahili ndio tunaona kabisa Kiswahili kinaenea dunia nzima. Anaongea vizuri sana.